katika maisha ya mwanadamu kiumbe ambacho kikikosekana ulimwengu na dunia nzima haiwezi kujaa. Leo tarehe nane mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano inafungua kurasa ya kumleta mwanamke mbele ya hadhara ya vipaza hivi vya Wanawake TV dunia nzima siku kama ya leo wanawake wanaadhimisha sikukuu yao rasmi huku wakiweka kipaumbele haki usawa wa kijinsia leo tarehe nane mwezi wa tatu elfu mbili na ishirini na tano, kinara wa taifa la Tanzania Mheshimiwa Dkt Samia Suluhu Hasani amelithibitisha hilo kwenye jukwaa zuri kabisa katika mkoa wa rc Christian Makonda akisema kwamba mwanamke anaweza kaomba yote, usawa na haki, lakini tukumbuke kwamba Mungu alitutofautisha. Kunazo kazi ambazo mwanamke atazifanya, lakini pia kuna majukumu ambayo mwanaume atayafanya. Amethibitisha haya kwa kusema kuwa kamwe mwanaume hawezi kuja kubeba ujauzito miezi tisa lakini pia kamwe mwanamke hatoweza kujipatia mbegu zitakazoleta ujauzito. Kwa hakika, hapa nataka niweke msisitizo, kuna mambo ambayo mpaka dunia itakwisha wanawake na wanaume hatutakuwa sawa. Mimi kama mwanamke, Mungu amenipa kazi ya kubeba mtoto tumboni kwangu na kumtoa kwenye mwili wangu, kazi ambayo mwanamume hutaifanya, hutaifanya hata siku moja, hata maendeleo gani ya sayansi yafanyike, hutaifanya. Lakini la pili, mwanaume umepewa jukumu la kuniwekea mbegu ili nibebe hiyo mimba na nimlee huyo mtoto tumboni kwangu, kazi ambayo mimi kama mwanamke sitaifanya, hata dunia ishe, sitaifanya. Richa ya rais huyu wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, inamleta kwenu Injinia Maida Waziri Juma ambaye ni mkurugenzi wa Ibla Contractors Limited na mkurugenzi wa EACB na rais wa sauti ya wanawake wa jasiriamali Tanzania. Ni injinia, ni mwalimu, ni mlezi. Mwanamke huyu ameweza kupita vita vyote, na hata sasa ni mkurugenzi, anaishi maisha ambayo yalikuwa ni ndoto yake, amesaidia wanawake wengi lakini pia ni taswira ya wanawake wale ambao waliweza kupambana kutokea hali ya chini na hata kufikia hali ambayo ni ndoto zao, kutoka kuwa fundi cherehani na hata sasa kuwa mkurugenzi wa kampuni kubwa ya ujenzi, yaani ujenzi wa barabara ujenzi, ujenzi wa, wa, wa nyumba za kisasa na ujenzi wa standard gauge, huyu ni Maida, waziri mwanamke wa shoka leo anafurahia na wanawake wengine wote Tanzania, kuadhimisha siku ya adhimu ya siku ya mwanamke ya siku ya mwanamke duniani. Aliyekuletea simulizi yote hii, mimi naitwa mjomba, mjomba ni mama, shangazi ni baba. Kampeni ya wanawake inaitwa She Can Do It. Nilikuwa Dodoma hapa mwezi uliopita, nilitoa viwanja mia na sitini kwa ajili ya wanawake kuweza kukopesheka, kwa sababu kupata mikopo kwenye mabenki au maeneo mengine, wakati mwingine kama unataka viwango vikubwa ni lazima uwe na asset. Kwa hiyo tunasema